Ametukirimu kutupa afya ya kuweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na kadhalika, tukaanza sita temishawali tumezimaliza, tunasema alhamdulillahi rabbil alamin al wako watu ambao Mwenyezi Mungu wakowakirimu kuwapa afya na uzima wa kuweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na kadhalika kuzifunga sita temishawali ambazo Mtume Muhammad amezieleza kwa usalama sisi ambao tumefunga salama na kumaliza salama anasema alhamdulillahi ala kulli hali. Ndugu zangu Waislamu, kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Baraza Kuu la Uislamu wa, wa tanzania BAKWATA, kwa mamlaka yangu nikiwa Sheikh wa mkoa wa Tabora, ninaomba ni waasi Waislamu na wasioku Waislamu mkoa wa Tabora na mikoa mingine. Tunafahamu kwamba nyakati za sasa tunakwenda katika nyakati za nchi yetu kuingia katika msukosuko wa uchaguzi, uchaguzi kuanzia ngazi za madiwani, lakini kadhalika ngazi za ubunge na ngazi ya, ya urais. Tumeanza kuona viashiria vya baadhi ya watu, kauli zao, maneno yao Misimamo yao kauli hizi ndizo ambazo sasa zinatupasa sisi viongozi wa dini kupaza sauti zetu na kutoa mwelekeo kwa waumini wetu, kwa Waislamu wetu, kwa Watanzania wenzetu. Hali ya sasa ni hali ya uchaguzi. Sisi Waislamu tunayo mafundisho yetu na misimamo yetu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametu- ametueleza kwanza sisi wa islamu mtume ametueleza Muhammad kwamba kupigania nchi yako, kupigania mji wako, ndiyo katika alama ya imani. Hubu lwatani min alamati limani, kupenda mji wako ndio alama ya imani yako mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kwa cha kwanza tuhakikishe tunaingia katika amani ya kuipigania nchi yetu, amani yetu, utulivu wetu, umoja wetu, mshikamano wetu udumu kama ulivyoanza zamani kwa za wetu umaotangulia mbele hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika sura Nisa aya 59, kama ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu ar-rasul wa uli amri minkum, kutii mamlaka kutii. Mamlaka ni katika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na Mungu anasema ya ayyuhalladhina alladhina, enyi mlioamini, kumwamini Mwenyezi Mungu na kumwamini mitume wake ikiwemo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cha kwanza tumtii Mwenyezi Mungu, tufuate sheria zake, lakini tufuate na maelekezo ya mitume wake ikiwemo maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini mungu akuishia hapo, akasema na mtii wale wenye mamlaka miongoni mwenu. Hakuna mamlaka katika nchi hii isipokuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo chini yake inaongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Maelekezo ni kwamba tujiepushe na kila siasa zitakazotuletea fitna katika maisha yetu na kuchafua hali ya amani na utulivu katika nchi yetu. Tujiepushe na kila lugha ambazo zitasababisha kutuchonganisha watanzania kwa watanzania, dini kwa dini, kabila kwa kabila, jinsia kwa jinsia. Sisi wote tuwe na kauli moja tu ya kuisikiliza serikali yetu inatuelekeza nini. Katika uchaguzi, tuwe wazi, hakuna mtu ambaye haelewi serikali imefanya nini, kila mmoja anajua. Hakuna nchi ambayo itala, it, it, itaweka maendeleo ya nchi yake yao ya mtu mmoja mmoja, hakuna kitu hicho. Kwa maendeleo ya jumla katika nchi ya Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan amefanya maendeleo makubwa, tuna mashule, huduma za maji, huduma za afya kwa ujumla. Sasa tukianza kuwasikiliza hawa ambao wanasema kwamba inawezekana maendeleo ya mtu mmoja mmoja, watueleze ni nchi gani ambayo serikali imeanza kumjali mtu mmoja mmoja kufuata anavyotaka? Hakuna. Lakini maendeleo ya jumla katika Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amefanya mao makubwa sana, ambayo kwa namna hiyo tunasema, tunasema tunasimama na serikali tunasimama na nchi inavyotuelekeza, na haya ndio maelekezo yangu kwa Uislamu Waislamu mkoa wa Tabora na Uislamu Waislamu Mkoa wa Tabora.